Mahakama imepiga breki zoezi la usajili wa maafisa wapya wa polisi iliyofaa kufanyika Ijumaa kote nchini. Uamuzi huu umefuatia kesi iliyowasilishwa na mfanyabiashara Harun Mwau kuhusu jukumu la tume ya huduma za polisi katika zoezi hili hatua hiyo, eh. Hata hivyo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekosoa mahakama kwa kile anasema ni kuingilia kati shughuli hiyo, kama anavyotuarifu sasa Seth Olale. Katika uamuzi wa wake jaji wa mahakama ya leba na uajiri Helen Wasilwa aliamuru shughuli ya kuwasajili maafisa wa usalama iliyoratibiwa kufanyika siku ya Ijumaa katika kaunti zote 47 isitishwe hadi pale hoja iliyowasilishwa na mlalamishi John Harun Mwau itakaposikizwa tarehe 21 mwezi Oktoba. Mlalamishi Harun Mwau alieleza mahakama kwamba tume ya huduma za polisi haina mamlaka ya kisheria kuwasajili polisi na kuwa ni jukumu la inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja na idara ya polisi kutekeleza zoezi hilo. Aidha, mahakama hiyo ya leba na uajiri imeamuru upande husika kwenye kesi kuwasilisha rasmi tetesi zao chini ya siku saba. Okay, yeah, sasa hata hivyo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekosoa mahakama kwa uamuzi wake. Akizungumza kwenye kongamano la mwisho la jukwaa la usalama katika kaunti ya Nairobi, waziri Murkomen alisihi mahakama kutupilia mbali amri hiyo. Idara ya polisi kupitia taarifa tayari imetangaza kuahirishwa kwa zoezi hilo kama ilivyoagizwa na mahakama. Seth Olale, runinga ya Citizen.